Oh yes, mambo vipi, mwana Hot Drop? Karibu sana tuweze kuyatizama masuala mbalimbali mbali ya kisiasa huko nchini Madagascar. Nini ambacho kinaendelea? Yes, najua yako mengi sana ambayo unahitaji kufahamu e, kutokea huko nchi ya Madagascar ambaye kwa siku ya nne ama ya tano mfululizo hivi sasa kumekuwa na maandamano na hivi sasa wanajeshi wameungana e, na raia kuhakikisha kuwa wanapambania haki na kupata kila kile ambacho wanastahili kukipata. E, bwana asante sana. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter uh, bila kusahau TikTok. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV lakini, usisahau kusubscribe YouTube channel ya kwetu uh, chini ya video hii utaona neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno kisha ile alama ya kengele kwa ajili ya notification. Yaani kila mara tunapopandisha taarifa, basi wewe utapata uh, ki notification, ama ki taarifa fulani ambacho kinakuambia, eh, Hot Drop TV tayari wameweka taarifa mpya, nenda katizame, kwa hiyo itakuwa ni njema zaidi. Bwana eh, kule nchini Madagascar mambo yanazidi kupamba moto, ambapo waandamanaji pamoja na wanajeshi ambao wameamua kuungana na raia hivi sasa wanakaribia kuichukua nchi, kwa sababu rais wa nchi hiyo eh, ameweza kukimbia na mpaka hivi sasa hajulikani alipo, lakini taarifa ambazo zinasema Uh, taarifa ambazo zinasema mpaka hivi sasa jamaa wanakaribia kuingia ikuru eh, wanakaribia kuingia ikuru na kukamata nchi yes. Maandamano haya yamekuwa yame na, na, na kasi sana eh, kwa sababu eh, ya namna ambavyo raia wame wamekamata eh, na raia wameamua kuungana na askari na askari wameamua kuungana eh, na, na raia kusudi kuhakikisha kwamba wanakamata nchi yao na kuirudisha E, wanakurudisha mikononi e, mwa watu sahihi, kitu ambacho e, ni mwendelezo tu wa maandamano kadha wa kadha ambayo yamekuwa kitokea e, kwenye baadhi ya maeneo kama Nepal e, tuliona Nepal yametokea yame haya, lakini pia a, Kenya iliwahi kutokea haya, waliingia mpaka bungeni na kuvunja vitu. Kwa hiyo imekuwa ni, ni, ni mwendelezo wa Gen Z kuhakikisha kuwa e, wanakamata wana, wana nchi yao na kurudisha madaraka eh, kwa wananchi wenyewe waweze kuamua nani ambaye anafaa kuwaongoza, nani ambaye eh, ni sahihi kwa hivi sasa kuweza kuwapeleka kwenye nchi ambayo wanahitaji ama nchi ambayo wanataka iwe. Wakati yote haya yakiendelea, uh, rais uh, Andri Lajoerina wa Madagascar ametangaza kuwa kuna majaribio ya mapinduzi e, ya serikali yake kutoka kwa vikosi vya kijeshi vya Capsat ambavyo vimeungana na wananchi yakiwemo makundi ya waandamanaji ya Gen Z. Vikosi hivyo vya Capsat ndivyo e, viliwahi kutumika katika kumwingiza